Dogo langu anafaa toke usiyo. Eh, sita kwa sita nafaa ifike Madrid, Atlantiki, Ispania kote livuruge, ichafua chafua Yanga zote hizo, fanye bonga moja la video. Oya, oya, oya,